Kwangu mimi naona Simba anahitaji kocha, kocha. Shida sana ya kocha. Kocha wa aina gani wa uh, kwanza wanahitaji kocha ambaye sio mgeni na soka la Afrika. Pressure tu ya mashabiki na viongozi wanaingia kwenye hmm, mtego. Atumtaki huyu unajikuta anaondoka. Ukiuliza sababu ya msingi hasa umtaki uioni, kwa sababu ukinambia leo hii Simba katika mashindano yote mecheza imepoteza mechi nne imepoteza mechi ya Ngawe Sani, ambayo kocha alikuwa Fadlu wakaja wakapoteza mechi mbili za klabu bingwa za group stage, na wamekuja kupoteza mechi moja ya ligi kuu. Lakini na na na na makocha tofauti e na makocha tofauti lakini, katika hali ya kawaida uh, mpira una matokeo matatu. mm-hmm. kuna muda utashinda, kuna muda utapata sare, kuna muda utafungwa vile vile. Yani, wewe uweze ukacheza uh, ligi yote bila kufungwa. Ni kweli. Kwa hiyo kuna zile nyakati inabidi uzivumilie pale unapoona umefungwa, inatokea ka... eh, ah, eh, eh, zinatokea, lakini uwezi wewe ukawa na assurance kwamba mimi nicheze tu nishinde kila Unacheza na nani? mechi unacheza. Kwa hiyo nafikiri kuna namna ambavyo ukiniuliza mimi, Simba wanahitaji kocha aina gani? Kwanza viongozi wajue uh, aina ya timu yao inahitaji nini na malengo ya timu ni nini, ndipo pale unakuja kuangalia kocha aina gani. Kwangu mimi kama nikushauri, kushauri huu muda ambao ligi imesimama, wanapaswa kutathmini sana kuleta kocha mwenye kila kitu. Maana ile kuleta kocha naye mara unaambiwa benchi, changamoto kukaa nayo ni shida. Kwa hiyo lazima utafute kocha ambaye unaona na kila kitu ambacho kinahitaji kuwa kwenye management ili aweze kufiti, kuwa anafanya maamuzi sahihi mm. Lakini kingine ni kumleta kocha ambaye aingiliwe madaraka yake, yaani ni kocha ambaye anajiamini na anaweza kufanya vitu ili mkaweza kuona namna gani mnaweza mkafanya mafanikio. Lakini pia kuleta kocha ambaye unaona kwa kikosi chako ulicho nacho, ni kocha ambaye unaona atachukua muda mfupi kuweza kuitengeneza timu ili iweze kuvutia. Unajua Simba historia yake ni kucheza mpira wa pasi fupifupi na kutengeneza mashambulizi, sio timu ambayo inacheza mpira wa aina ambao haujazoeleka. Kwa hiyo kimsingi, kuna namna wanabidi walete kocha ambayo atakuja atawapeleka kule ambapo wao wanafikiria. Lakini ukiniambia kwamba ni kupotea bado hawajapotea kwa sababu wamecheza mechi moja ya ligi kuu. Katika mechi tano walizocheza ligi kuu wamepoteza moja. Kwa hiyo ni mapema sana kwenye ligi kuweza kusema uh, wameshapotea. Kikubwa kinachokuja ni kwamba pamoja na kocha ni wao wenyewe pia wana changamoto walizonazo ndani. Ndio maana unaona timu ikifanya vizuri, usikie hatumtaki fulani. Timu ikifanya unazungumzia management. Eh. Timu ikifanya vibaya Uh, anatushwa mwenyekiti kwamba tumhitaji fulani. Kwa hiyo kuna kitu ambacho inabidi wawe watulivu na waweze kuleta kocha ambaye anatumaini akija anaweza akawasaidia. Mimi, haraka haraka sasa hizi, ukiniuliza kama Simba wanataka kurudi kwenye ubora wao, ni kocha aina gani wanaweza kumleta, mimi ningesema ambaye yupo na ana hivi sasa hivi ana timu Nasreddine Nabi. mm -hmm, ndio kocha ambaye anaweza akamleta anaweza akawatoa pale walipo, kwa sababu tumemuona huko alipokuwa na timu ya Yanga, alifanya vizuri, alikikuta kikosi kikiwa kiko chini akaweza kukiinua haraka. Nabi ni kocha ambaye hata akija hawezi kuwa mgeni, kwa sababu mazingira yote ya Tanzania anayajua, ligi ya Tanzania anaijua, aina ya viwanja vya Tanzania anavijua, haiwezi kuwa mgeni kwake. Lakini pia wapo makocha wengine ambao sokoni uh, wapo, anaweza kupatikana, lakini unamleta kocha ambaye atakuja, ataendana na nyinyi mtiliko wenu ulivyo, hapo ndio unapokuja kuwa changamoto. Kwa mfano leo ukiuliza uh, nimeona watu wanapostiposti wanataka kocha huyu kocha huyu, lakini watu paka wameenda wakasema pisto masomane. Je, unaweza huyo kocha akija kwenye timu namna ilivyo na uendeshaji wa timu ilivyo anaweza akawa na msaada kwao? Kwa hiyo lazima kama management ikae tulie na itafakari Ndiyo. Ilete kocha ambaye wanaamini akija kwa muda mfupi mm-hmm. Anaweza akawapeleka pale ambapo wanahitaji kuwa, lakini kikubwa wanachohitaji ni pamoja na kocha na utulivu wa management na washabiki kuwa na subira, ili kocha anayekuja aweze kufanya kazi yake pasi kuingiliwa na mtu lakini mimi hapa leo ukiniuliza, kwamba wengi wanasema kocha anayekaimu kwa sasa hivi apewe timu aendelee nayo. Kupoteza mechi moja ilizidi na Azam sio kigezo kwamba ni sio kocha mzuri, isipokuwa mpira wetu, kwa sababu unaenda kwa pressure, na amekuwa akitajwa sana midomoni mwa washabiki wenyewe wa Simba. Ni vizuri sasa wakaona namna gani wanaweza kubadilisha kumleta mtu mwingine ambaye akija pale ikawapeleka, wanabapo wanawaza inaweza ikawa